We wadaku hey, we hatari! Kumbe Rishka Munge na Lilian ndio wako behind of this story. Rishka Munge na Lilian ndio wako behind this story, mpaka wanajua Njoroge. Hatari! hii ni moto! Hii ni moto! Sasa Lilian ndiye alisaini tu document za kwenda gari. Hmm? Kumbe rish Kamunge na Lilian ndio wako behind of nduta's problem. Wao ndio wanajua vile nduta alifika Vietnam, they know everything. Na rish Kamunge ndiye alipea nduta 167,000 Kenya shillings. Sina lawyer who does that, kumbe ilikuwa deal. If I make government of William Samoei Ruto, ningeshika huyo Rushi Kamunge na ningeshika, niwapeleke mahali niwafinya. Ni Ni nenangakaim kabebia na nyonyanga nifie hiyo na kitu nifinye roskoko na pliers na nifinye mapaja na pliers. Waseme hu is Njoroge, na hizi kokeni zilitoka wapi? Na kwa nini ulidanganya visa ya Saudi? Hatari, sina lawyer, ende tumsikie nduta amesema ukweli. Jesus, susw hatari! Hey, haram hii <laughs> ni moto